Mungu ametuzawadia muda. Kwa kila muda ambao unautumia, jitahidi utumie kwa utukufu wa Mungu. Mtu ambaye anakuwa na, ameinvest muda wake katika ku bet, huyo mtu unaweza kusema kwamba ni mtu ambaye ameinvest muda mwingi katika vitu ambavyo ni unreal, viko nje ya uhalisia wa dunia. Ni vitu ambavyo havihusiani na uhalisia wa dunia. Lakini Mungu ametuumba tutumie kila muda ambao tunao kwa ajili ya utukufu wake na kuimpact maisha ya watu. Mungu ametupa maisha kwa ajili ya sisi Kuimpact wengine katika katika ulimwengu wa halisia. Sasa mtu anapokuwa anatumia muda wake mwingi kubeti, anakuwa nje nje ya reality. Sasa mtu anakuwa kwenye ulimwengu ambao hauna impact katika maisha ya watu. Kwa siku, huyo mtu anakuwa na kitu ambacho tunaita ni the love of money. Anakuwa na ile kupenda pesa kwa sababu moja. Na shina ya mabaya yote ni kupenda pesa kama neno la Mungu linavyosema. Kwa maana sasa mtu ambaye anakuwa na beti, automatically anaweza asiadmit kwa siku ya kwanza lakini kadri siku zinavyoenda atakuwa na ile ha